Ona fedha ina thamani ungekwenda juu maradufu. Hii tunasoma chuo kikuu, mi nimesoma uchumi wa maendeleo, development economics, ni kitu hatuwezi tukabishana. Hakuna, hawajafanya hio, waongo hasa. Nitakueleza kwamba hizi bilioni mia mbili wanaahidi ndani ya siku mia moja ni wizi mtupu, kwa sababu hakuna msingi wa ushahidi na uzoefu, ama kimuundo ama kimfumo ama kimalengo ama kimatokeo ama kishabaha ama kiutekelezaji unaoonesha hilo limewahi kuwezekana kwenye nchi yetu, licha ya kwamba fedha ipo. Kabla hawajaahidi bilioni mia mbili, waulizi bilioni mia tano sabini na saba ziko wapi? Kwa unyenyekevu mwaulize, kwa unyenyekevu. Lakini huu wizi wa fedha za umma unaanzia wapi? CCM Mtandao, CCM Mtandao. Mwaka elfu mbili na tano, serikali ya CCM Mtandao inaingia madarakano inaweka ahadi ya kuwapatia Watanzania mabilioni ya JK, lugha za kihuni, mabilioni ya JK. JK anapata wapi mabilioni? anapata wapi zile fedha za walipa kodi, na ile pesa ilitoka, na wahakikishia leo ilipigwa vibaya mno, mabilioni ya JK mwaka elfu mbili na tano mabilioni ya JK yameliwa kutoka 2005, 2010, 2010 mpaka 2015. Na, na, na, na ninawahakikishia TAKUKURU wana faili la kufuatilia haya mabilioni yaliyoliwa na hawajai kufunga uchunguzi. Kwa sisiemu mtandao, nawambia katika nchi hii kila wizi mnaojua uko associated, una uhusiano una uhusiano na CCM mtandao, sio chama cha mapinduzi, genge la CCM mtandao. Na ninyi wana CCM, wakataeni hawa watu, wana sasa, endelee, ni chekea, chekea. Wa hawa watu wanatuchafulia chama chetu. Sasa endeleni kuwachekea chekea tu, ndio tunaharibikiwa chama hiki. Hawa watu tuwavue kuwatupe nje ya Chama cha Mapinduzi. Ndio maana ukisikiliza mzee Kikwete lazima asemama utashinda. Tumeshapembua chuya ndiyo waginga, dio, na mchele ndio mwelewe. Kwani anasema hivyo wajinga ndio waliwao, naye alisema Akili zako apiwa changanya na zako, mimi nimechanganya na zangu na changanya elimu niliyopewa na maarifa Mungu amenipa. Msikubali mabilioni ya JK, ndio aibu kubwa imewahi kupatikana kwenye nchi, kwa maana ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Pesa zikaibwa na ule mfuko umefungwa, na haonyeshi marejesho yalirudi. Marejesho yaliyorudi yalipelekwa wapi? Hakuna ripoti inayosema hivyo. Yaani ziko bilioni kama saba hizo zililiwa, weka pembeni tatu. <laughs> O, o, o, o mfuko, um, bilioni arobaini na tatu wanadai zilirejeshwa, lakini hazionekani zilikwenda wapi. Alafu baadaye wakafunga ule mfuko wa mabilioni ya JK hautoi hela tena. Sasa hela zilizorejeshwa ziko wapi? Mbona hazijai kuripotiwa kokote kwamba zirudi serikalini? mnaweza mkamuuliza mzee Kikwete kwa sauti ya upole, lakini pia bado ni mzee wangu mzee wetu. Kwa hawa kundi, kundi la sisiemu mtandao, genge la kihuni hili ndio linahamasisha na kuwapa hamasa ya mambo haya, ujanja ujanja wa bilioni mia mbili tutazitoa ndani ya siku mia moja wizi na jeshi la polisi mkae macho, TAKUKURU mkae macho. Hawa wanakwenda kutakatisha fedha please, hawa wanakwenda kutakatisha fedha. Financial intelligence unit kule, kaeni macho. Unatoaje bilioni mia mbili bila any framework, any known framework, bila any evidence based? Umejua experience research paper. how, how do you do that? Hapa hapa kidogo kidogo, pole pole tote ushahidi, si ndio mnasema? ga nyinyi nyinyi, sasa nimsikie mtu anakuja kuniambia pole pole note ushahidi hapa. Nawaambieni facts ambazo era zimeigwa, hamjui kukamata mtu, hizo bilioni zilikwenda je JK. Sasa wanatuletea wanatuletata bilioni mia mbili zile zilikuwa hamsini zikapigwa. Sasa zinaletwa mia mbili zitapigwa. kabla hawajasema wanaleta mia mbili waulizeni, bilioni mia tano sabini na saba ambazo zingetupatia Fred gunjabei na Frank Knowles, wengine wapya elfu arobaini robaini na nne katika uongozi huo wa miaka mitano Mama Samia.